Mtazamaji, ni Jumatano nzito, Jumatano ya tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka 2025. Ni Jumatano iliyobeba hisia na majonzi na itaishi kwa kubukubu kwa Wakenya. Ni matumaini yangu buheru wa afya popote pale ulipo, na karibu kwenye taswira runinga ya Alshifa. Kumbuka unaweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Ujambo na karibu. Naitwa Yasiri mtazamaji tukianza na taarifa ya tanzia, ni kwamba aliyekuwa waziri mkuu hapa nchini Raila Amolo Odinga amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Raila amefariki wakati akifanyiwa matibabu katika hospitali moja nchini India kulingana na duru za familia. Odinga ambaye ameacha mjane na watoto watatu ni mwanasiasa mashuhuri wa Kenya ambaye aliwahi kuwa waziri mkuu kuanzia mwaka elfu mbili na nane hadi 2013 kabla ya kifo chake cha kiongozi huyo atakumbukwa kwa kupigania uhuru wa kidemokrasia nchini, haki za kibinadamu na mabadiliko uongozi wa kitaifa nchini. Kwa sasa, Rais William Ruto ametangaza siku saba za maombolezo kutokana na kifo cha Raila Odinga. Francis Muo ameangazia safari ya mwenda zake. Raila Amolo Odinga alizaliwa Januari ya tarehe saba mwaka wa elfu moja kenda mia arobaini na tano huko Maseno, kaunti ya Kisumu, akiwa ni mtoto wa pili wa aliyekuwa naibu wa rais wa kwanza wa Kenya, Jaramogi Oginga Odinga na Meri Ajuma Odinga, akiwa dugu wa Oburu Odinga, Beril Odinga, Fib Odinga na Ruth Odinga. Raila alilelewa katika familia ya kisiasa yenye ushawishi mkubwa, na baba yake alikuwa ya mmoja wa wazilishi wa taifa baada ya ukoloni katika elimu yake, Raila alisomea katika shule ya wavulana ya Maranda na shule ya upili ya Kisumu Union. Mwaka wa elfu moja mia tisa sitini alipata ufadhili wa masomo kwenda Ujerumani, ambapo alisomea katika chuo cha Technical University of Magdeburg na kupata shahada ya uhandisi wa mitambo, yani mechanical engineering. Mwanzoni mwa mwaka wa elfu moja mia tisa sabini alirejea nchini na kuanza kufundisha katika chuo kikuu cha Nairobi aliwahi kufanya kazi kama mhandisi wa shirika la viwanda vya serikali Kikomi na kisha akawa mkurugenzi katika kampuni ya Kepsi. Safari yake ya kisiasa, Raila alihusishwa na harakati za kisiasa kupinga utawala wa chama kimoja KANU chini ya Rais Daniel arap Moi. mwaka 1982 alikamatwa na kufungwa jela mara mbili kwa madai ya kuhusika katika jaribio la mapinduzi na kuwekwa gerezani bila mashtaka kwa miaka sita hadi mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na nane. Baadaye alikamata tena mara mbili mwaka wa elfu moja mia tisa themanini na tisa na mwaka wa elfu moja mia tisa tisini kwa shughuli za kisiasa. Mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili, Raila alijiunga na chama cha babake Ford Kenya chini ya Jaramogi Oginga Odinga. Baada ya kifo cha baba yake mwaka 1994, mvutano ulishuhudiwa ndani ya chama hicho na Raila alianzisha chama kipya National Development Party NDP. Mwaka wa 2001 aliteuliwa kuwa waziri wa nishati katika serikali ya Rais Moi baada ya NDP na KANU kuungana mwaka wa 2002. Raila alijitenga na KANU na, na kujiunga na Liberal Democratic Party LDP kisha akaunda muungano na Mwai Kibaki ulioitwa NAK ulioshinda uchaguzi wa mwaka elfu mbili na mbili. Aliteuliwa waziri wa barabara, ujenzi na makazi kuanzia mwaka elfu mbili na tatu hadi mwaka elfu mbili na tano. Baada ya mvutano kuhusu katiba ya mwaka elfu mbili na tano, Raila alianzisha chama kipya Orange Democratic Movement ODM. aligombea urais mwaka elfu mbili na saba lakini matokeo yalikumbwa na utata, yakisababisha ghasia na baada ya uchaguzi. Baada ya mazungumzo yaliyosimamiwa na Umoja wa Afrika, serikali ya Mseto Grand Coalition iliundwa na Raila akawa waziri mkuu wa Kenya kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013 chini ya Rais Mwai Kibaki. Aligombea urais tena mwaka 2013, mwaka 2017 na mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lakini hakushinda. Mwaka elfu mbili kumi na nane alifanya maridhiano, yaani hadi sheikh, na Rais Huru Kinyatta, hatua iliyoleta utulivu wa kisiasa nchini. Amekuwa pia mwakilishi wa AU, umoja wa Afrika wa miundo mbinu barani Afrika hadi mwaka elfu mbili ishirini na tatu hadi kufa kwake Raila Odinga alikuwa pat, hadi kufa kwake Raila Odinga alikuwa ni patroni wa klabu ya Gor Mahia na pia vilevile vile shabiki mkubwa wa Arsenal. Nikiripotia makala ya safari ya Raila Odinga mimi ni Francis Mugo na rais William Ruto ameungana na viongozi mbalimbali mbali wa Afrika kutoa salamu zao za rambirambi wakiwemo kiongozi wa chama cha Bharatiya Janata Party ambaye ni waziri mkuu wa India na Narendra Modi. Mwingine ni rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akimsifia Odinga kwa kiongozi rafiki wa Afrika nzima. Hapa nchini pia viongozi wameonyesha kusikitishwa na kifo cha Raila Odinga wakimtaja kwa kiongozi aliyeenzi demokrasia na kupigania haki za Wakenya hapa nchini. Mtazamaji, tuingie kaunti sufuri sufuri moja ambapo wakazi katika kaunti hiyo wameungana na wananchi wengine kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga aliyeaga mapema hii leo huko nchini India. Wananchi wengi wamejitokeza kutuma risala za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki, huku wengi wakimsifu Raila Odinga kama kiongozi shupavu na mwenye kutetea haki za wananchi. Kwa kweli habari za kifo cha Raila Amolo Odinga ni habari ambazo nimezipokea kwa huzuni sana. Nilipopokea hiyo habari ya mafa ya raila Ray, ili ni ilinipa uchungu sana, kwa sababu ni mzee ambaye ni mpenda watu, ni mchapa kazi na ni mtu ambaye ana hekima. Tumesikitika sana. Lile pengo baba amewacha ni kubwa sana, ambalo mpaka sasa tunasalimiana na wenzetu na wanatoa majonzi nimeishiwa nguvu kwa sababu tumepoteza mtu wa maana tena, maana sana sana katika nchi. Kweli tumesikitika sana kumpoteza huyu mzee, kwa sababu amekuwa akitupigania kwa mambo mengi. Uongozi uh, wa baba ulikuwa wa kutegemewa sana. Uh, tutamkumbuka Raila Amolo Odinga kwa kuwa amepigania demokrasia kwa muda mrefu sana hapa nchini Kenya. Utulivu wa Kenya ndio tunaomba muwe nao, wakati matayarisho ya baba kuletwa Kenya kutoka aliko na mpaka wakati atakapopumzishwa. Mtazamaji, tuingie kaunti 003 ambapo wakazi wa Chakama na vijiji jirani wameingiwa na hofu baada ya ndovu kuvamia mashamba yao na kuharibu mazao, hali ambayo sasa imeongeza mateso kwa wakulima waliokuwa tayari unakabiliwa na ukame mkali. Mashamba yaliyokuwa na matumaini ya mavuno sasa yamegeuzwa kuwa nyika tupu, mahindi, mihogo na mazao mengine ya chakula kama maangamizi wa siku moja, ndovu wakiendelea kuzurura kijijini bila kizuizi chochote familia nyingi ambazo tegemea kilimo cha kujikimu sasa zinatazama miezi ya jasho lao ikitoweka huku watoto wakikosa chakula na shule zikicheleweshwa kufunguliwa kwa hofu ya wanyama hao wakali. Maduka yameanza kufungwa mapema, masoko yamepoa na wakazi wanahofia kutoka majumbani mwao pindi tu jua linapozama. Wakazi hao sasa wanatoa wito kwa shirika la huduma la wanyama pori KWS na serikali ya kaunti ya Kilifi kuchukua hatua za haraka kudhibiti tembo hao kabla hali haijazidi kuwa janga la kibinadamu. Na mtazamaji kwa habari hiyo kutoka kaunti 003, tunapata pumziko fupi, lakini tutarejea na habari za spoti na kimataifa. Usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji, tuangazie habari za kimataifa ambapo jeshi la ulinzi la Israel IDF, limethibitisha kurejeshwa kwa miili ya mateka wanne zaidi toka Hamas usiku wa kuamkia Jumanne, huku mamlaka zikianza kuitambua. Hatua hiyo inafuata onyo la Israel kwamba misaada ya kibinadamu kwa Gaza inaweza kusitishwa hadi miili yote ya mateka waliouawa irejeshwe. Shirika la Msalaba Mwekundu liliendesha zoezi hilo na pia likakabidhi Gaza miili ya Wapalestina 45 waliokuwa wakizuiliwa nchini Israel na mtazamaji, tuangazie michezo, ambapo timu ya taifa ya soka ya Kenya, Harambe Stars, ilipata changamoto kubwa katika mechi yao ya mwisho ya kufuzu kwa kombe la dunia, walipokutana na timu ya Ivory Coast katika mji mkuu wa Abidjan jioni ya siku ya Jumanne. Katika mechi hiyo yenye ushindani mkubwa, Harambe Stars walilazimika kukubali kipigo cha mabao matatu kwa sifuri, hali iliyoweka Ivory Coast katika nafasi bora ya kujiandaa kwa ajili ya safari yao kwenye michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Ni pigo la tamaa kwa Kenya, kwani waliochwa katika nafasi ya 4 katika kundi fa hivyo kuvuruga matumaini yao ya kushiriki kwenye michuano hiyo mikubwa ya kimataifa. Mtazamaji utangazia ugaibuni, ambapo Real Madrid wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kutaka kumnunua kiungo mshambuliaji wa Ureno Bruno Fernandez mwenye umri wa miaka 30 ambaye amekuwa akihusishwa na kuelekea Saudi Arabia mwishoni mwa msimu huu nao Manchester United wamemworodhesha mshambuliaji wa Ufaransa Jean Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28 kutoka Crystal Palace kwa shabaha kuu inayolengwa katika dirisha la uhamisho mwezi Januari. Na Liverpool wamegeuka kwa makao yanayolengwa na winga wa Ghana Antony Semenyo kutoka Bournemouth ambaye the cherries wanataka pauni milioni 80 na Manchester City na Arsenal pamoja na Real Madrid wanapigania sahihi ya beki wa Eintracht Frankfurt Nathaniel Brown mwenye umri wa miaka 22. Hata hivyo klabu hiyo ya Jerumani haipo tayari kwa mazungumzo yote kumwachilia mchezaji huyo. Na Manchester United watashindana na Crystal Palace kwa ajili ya kiungo wa Borussia Dortmund Job Bellingham miezi sita tu baada ya kujiunga na timu hiyo mwanzoni mwa msimu. Na mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, makiwa kwa familia zote zile ambazo zimeondokewa na wapendwa wao. Mhariri wa habari hizi amekuwa ni Jonathan Mwanzia, mwelekezi wangu amekuwa ni Francis Muo, mpiga picha ni Eunice Dominic. Maasalamu.